Ya Krismasi na ibada ya ushirika utakatifu. Atajifungua mtoto wa kiume naye ut, nawe utampa jina Yesu, kwa maana ndiye atakayewaokoa watu wake katika dhambi zao. Bwana Yesu akae, nani akae mbingu nishangilie na, na dunia kifurahi. Kurasa ya mia moja hamsini na moja. Msaada wetu u katika Bwana aliyesiumba mbingu na nchi. Na nifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Msifuni Bwana Yesu, mfalme wa amani amezaliwa, njoni tumwabudu. Basi tutaketi chini, tutaketi chini, tutaungama sote kwa pamoja tukisema: mwenyezi Mungu, mwenyezi Mungu ufichuaye mambo yaliyositirika, unayejua siri ya mioyo yetu, ututakase na kutunguisha Waroho wako ili tuendelee katika mwanga na kulitukuza jina lako kwa Yesu Kristo.